Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Leo tunaendelea na maswali ambayo tulianza jana ya ngeli za nomino. kumi na tisa. Onyesha miundo miwili ya nomino katika ngeli ya ui. Kuna muundo wa kwanza mmi, mm, mkoba mikoba, mkate mikate, mti miti mto mito. Muundo wa mwami mifano mwiba miba mwaka miaka mwezi miezi. Mu mi, muwa miwa muundi miundi muundo miundo. Mo mi, moyo mioyo moto mioto. ishirini. Onyesha miundo ya nomino katika ngeli ya liya Muundo wa kwanza ni ji ma: jina majina, jiko majiko, jivu majivu, jema, jengo majengo, jedwali majedwali, jembe majembe. Ji me: jino meno, jama janga majanga, jani majani, jahazi majahazi. Na kuna ule muundo wa mianzo tofauti katika umoja, lakini wingi huanza kwa ma: shati mashati, soko masoko, gitaa magitaa. ishirini na moja. Onyesha miundo miwili ya nomino katika ngeli ya kivi. Kwanza kuna muundo wa kivi kwa mifano kioo vioo, kibuzi vibuzi, kitabu vitabu, kitanda vitanda, chavya chama, vyama, chuo vyuo, cheo vyeo. Ishirini na mbili. Onyesha miundo miwili ya nomino katika ngeli ya uzi. Kuna unya kwa mfano, uso nyuso, undu nyundu uma nyuma umba ubale mbali ubano mbano uda ulimi ndimi uwele ndwele unja ujiti jiti ujukuti njukuti u n ugoe ng'oe samahani ugoe ngoe ugavu ngavu ugoya ngoya wa nya waya nyaya waka nyaka wadhi nyadhi ma nya moyo nyoyo. Zinazoanza kwa u katika umoja na kudondosha u katika wingi: ukuta kuta ukurasa kurasa ukanda kanda ishirini na tatu. Nomino hizi zipo katika ngeli gani? Msawidi ni katika ngeli ya awa, kivire awa, mpunga ui, mbuta izi, mkweche ui, manaya ya. ishirini na nne. Nomino hizi zipo katika ngeli ipi? hewa I, utitiri AWA, chandarua KIVI, damu I, woga U, shahamu IZI. ishirini na tano. Weka nomino hizi katika ngeli zake. Ndume AWA au IZI, tinyango IZI, gondoro LIYA, ukwaji Uzi, uongo u hau awa ishirini na sita tunga sentensi kudhihirisha ngeli ya u. Ugali umepikwa, wivu utamwagamiza. 27. bainisha ngeli za nomino zifuatazo. ngeli iko katika ngeli ya izi tandabui uzi mfua i mikusi ui goi awa mashata ya ishirini na nane. Fafanua sifa mbili za nomino katika ngeli ya u ya zozote: huanza kwa kiambishi u katika umoja na kiambishi ma katika wingi, ugonjwa magonjwa uwele mawele. Viambishi vya upatanisho wa kisarufi katika umoja ni u na ya, katika wingi ugonjwa. huo umeenea sana, magonjwa hayo yameenea sana. ishirini na tisa. nomino zifuatazo zimo katika ngeli gani? Tangi li ya, kulima ku, diseli i, wino u kuandika kuku Motoka ezi. thelathini. nomino hizi zinapatikana katika ngeli gani? Shule liya. Gruneti ezi. Uledi awa. Shule ezi. Uhoro u. Mjusi awa. Je, Umeelewa? Tafadhali niandikie maoni yote pale chini na niambie video ambayo ungependa nishughulikie kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.